Hapo hii ni faida ya kilimo ambayo nataka naonyesha sisi uh, ni hii, nyumba ni ghorofa ambayo najenga, ni ghorofa. Ndugu zangu, vijana wenzangu, mimi ni kijana mdogo kama nini, niko na kila mara kwa mara nakuwa nikiwasikilize nakuwa nikiwa pata sana courage na kupata sana nani, mwanga. Walikuwa ni kilimo inafaa kwa maisha ya mwanadamu. Hii nyumba hapa ni ghorofa kubwa sana, ni ghorofa kubwa sana ambayo niko najenga hapo, nipo na maanisha kusema ni, ni, ni pesa ya kilimo tu, sina nyingine, sina nyingine wa ndugu zangu, nyingine kazi kwa leo. Yani, hii nyumba sijapata, sijachukua pesa nyingine sehemu niweke hapa, bali ni pesa ya kilimo tu, pesa ya kilimo, vijana wenzangu wa, na wasi sana, hata kazi ya, ya kusambaza mitaani tapata mitaani, achana na hiyo kazi. Kazi serikali haina uwezo ya kupatia watu wote kazi, serikali kwa leo haina uwezo wa kupatia watu wote kazi. Mfano, mfano nchi nzima ina watu milioni mia laki moja. Asa unta bajeti ya serikali kwa leo ni bajeti ya trilioni thelathini. Asa unona kama ela inakuwa kidogo kuzidi watu, watu ni wengi kuzidi kuzidi ela. Asa itapatia nani pesa, kazi yache nani, kupata nani kazi? Kwa hiyo ina maana ina kusema kufanya kazi serikali yetu kupata kazi sisi wote. Mimi ni kijana mdogo, kijana mwenzenu, ni kazi yangu ni kilimo tu mimi nyingine kazi sita kilimo ila angalia, nyumba ambayo mimi najenga kutokana na kilimo tu kilimo tu, ni gorofa nyingi sana hata mtu ana biashara yoyote akija hapa anakubali kusema, anakubali kusema kweli, huyu kijana anajenga nyumba nyumba ya kifahari, nyumba nzuri, sio kwa majitapu. Hapana, na yule mwenye atakila kama ni majitapu, basi yani hiyo hi, hi, tu ni hivyo itakuwa ni majitapu yani, ila mimi nia yangu majichau ni nataka onyesha watu kama kilimo kinafaa, kilimo kinafaa, kilimo ni kitu kizuri sana, tuwache kujua umaskini, no, sisi wenyewe mosakaa, tuwache, tuache na no umaskini, sisi wenyewe. Hapana, Afrika ni nchi tajiri, ni nani, ni bara tajiri, ni kontinenti tajiri. Kwa hiyo tuwache kujua sana na umaskini, no, sisi wenyewe tuko na mali yote hapa chini ya Afrika, ila wazungu ndio maana wazito wazungu nawazitewazungus. Kama si Afrika, hatuna akili tunaa maseraa, masera, masera, tuone sisi kwa sisi tunachukiana, sisi kwa sisi kwa sababu ya pesa, hiyo hiyo ni uvivu. Vijana wenzangu, tufanye kazi. Nyumba kama kifahari, kama naona ya kifahari sana sana, ambayo niko najenga kutokana na, na kilimo tu kilimo tu kajenga nyumba. Sasa wote jana mwanzo ambayo uko hapo, unajikuta hauna kazi, hauna kazi na kipindi kazi yenyewe zipo. Kama kazi zipo, mpaka wewe mwenyewe utashinda kufanya kazi. Kazi zipo vipi gani? Wewe unasubiri mpaka serikali ipate kazi? Achana na serikali ipate kazi, mwenyewe jiajiri mwenyewe, jiajiri mwenyewe. Hii ni nyumba ambayo mimi mwenyewe nimejajiri na chanangu mimi nimejakilimo ndugu zangu. Fanye kazi tu watu tuache umaskini. Tupo maskini basi. Fanye kazi ya kilimo. Msitegemee serikali, msitegemee ndugu, msitegemee watu wa Ulaya. Watu wengi wanakaa kwenye makambi. Wanazingizia, yani wanazingatiwa ndikupewa. Unaweza kaa kambini lakini unafanya kazi. Na kilimo, unalikuwa kafu ila upewa. Unaweza fanya kazi kambini unafanya kazi, hiyo kafu inaweza kuendelea kwa washako wao mwenyewe. Kwa hiyo tuache kazi ya kujikata mikono. Tufungue mikono. Mungu ametupatia akili na ubunifu sisi wenyewe na nguvu. Tujiongeze sasa sisi wenyewe, cha akili. Naona ndugu zangu, hii ni kidogo, tunataka nionyeshe tu ni, ni kwanza niwaambie usiwaonyeshe, kama nyumba hii hapa, hii nyumba imetokana na kilimo tu, kilimo. Najua najua kwa hapa Afrika hata watu wenye wanaongoza vizuri kabisa kwenye kilimo, vijana wadogo, watu kumi wa Afrika na, na mimi na mimi tutaweka ndani Vijana wadogo ni wanaongoza kimulimo kwa Afrika. Kumi na mimi utaniweka ndani, au utaniacha? Sababu gani? Bidii. Kipini wewe unakuwa na bidii kwanza. Usitegemee si nifanye kwa sababu serikali ni support, hapana. Kwa kwanza na bidii mwenyewe. Serikali yenyewe itakutafuta tu. Serikali yenyewe itakutafuta, itakupata. Serikali inapenda yule mtu mwenye anakuwa na initiative zake. Serikali inapenda yule mtu mwenye anakuwa na na anachangilisha na mtu mwenye anaanza mwenyewe. Serikali nakufata. Sio napenda uone ufuate serikali eti ikusupport. Ndio pale sisi vijana tunataka serikali mbaya, serikali mbaya. Ina serikali serikali sio mbaya. Hakuna serikali mbaya. Na sio wenyewe ndio wabaya, watu wenyewe ndio akizetu akize ndio mbaya. Tunapenda sisi ndio tufuate serikali tupatie msaada na kipindi atuoneshe kitu fulani. Ila serikali inapata inakufuata wewe mwenyewe. Serikali inakufuata wewe mwenyewe. Inakupatia msaada kutokana na yale na yale wewe mwenyewe kwanza unaonesha serikali. Kwa mtu eh, anafanya mwenyewe. Tukimuongezea kikombe atasaidia watu, atasaidia nchi. Kwa hata wale wote wa serikali hawana muda wa kulima, lakini wanategemea nao, tumbo inadai. Hawana muda wa kulima, lakini wanategemea nao, jioni wale sokoni wanunua unga, wale wanunua mchele, wale hiyo mchele kutoka shambani. Yaani serikali ni lazima itakusapoti wewe, ila wao wanaanza kuonesha kwanza, na wewe bidii yako kwanza kwa serikali. Kwa mimi ni mlimaji, mimi ni mpambanaji, mimi napambana hiki mwenyewe, mnomba msaada serikali wenyewe itapata msaada wa ndugu zangu. Kwa hiyo ndio kidogo tu ndio niwaambie, hiyo ndio naonesha kusema, hii ni faida ya kilimo hii ni faida ya kilimo ni, ni, ni, ni nyumba kubwa sana ni mita ishirini na mbili na nusu kwa kumi na nne na nusu yaani ni nyumba kubwa sana igorofa kama mnayoona. inaendelea kuisha lakini tujitahidi sana tufanye kazi tujitahidi sana tulime kazi hakuna kazi kulizi kilimo hakuna biashara kulizi kilimo wewe mpambanaji upambane kwa kilimo wewe unafanya biashara sawa, ni vizuri zaidi, na wewe tu ni, kazi. Kipindi unafanya biashara yako, watu kwa nini ya kwenda mtaani unapitia story, una ule jamaa amekula mkate, ule jamaa amekula nyama, umwendee tumpige masasi. Hiyo kitu kitakutoka ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nimekwambia tufanye kazi. Nawashukuru sana wana agricole. Ni mimi wenu Engineer Papi. Nataka niwaoneshe tu ndio nyumba hii kama kisi mnaiona kama gisi mnaiona huko, kama gisi mnaiona hapa, ndio kwangu, ndio nyumba ambayo niko najenga. Kama gisi mnaiona, nyumba hiyo inaendelea kuisha. Mimi nafanya hivi sio kujitapa juu hii sio kitu cha kujitapa, ila ni kitu ambayo nakuja kusensibilize vijana wenzangu, tuache kutokuangalia watu watupatie misaada. Tuache kutegemea tu wenye wako ulao, ule mwenye kwa ulao naye anategemea na yeye ape msaada ule mwenye kwa ulao naye anategemea na yeye kesho au, au mtu fulani anategemea na yeye apate pesa zake yeye na maisha yake na, na familia yake. Kwa hiyo na wewe hata kwa kikambini, kijana mwenzangu, hata uwe kambini jitahidi, toka kambini, toka kambini, jitahidi u tafute maisha. Jitahidi utafute maisha. Hapa ni kuanguka kama mnaona. Shamba ile ya e, e, mpunga ambayo nimelima pale na nako na mwagilizia maji. Kama mnaona. Naona. Kwa hiyo jitahidi kijana mwenzangu, jita, ujitafute, ujitambue, Afrika, ujitambue. Mara mingi natoa hizo maaudio za kujitambua, mimi najitambua. Tujitambue si Afrika, tuache kutegemea wazungu. Tuache kutegemea misaada kutoka Ulaya kwa ndugu zetu walio kwa Ulaya wale nao wana matatizo zao na wao. Unajua, unaona kipindi hawakusaidii unakuwa yule mtu mbaya, tangu anataka Ulaya anipatie pesa. Ndugu yangu, yeye anatafuta ina maisha yake, na wewe si una maisha yako, na wewe una maisha yako. Na wewe tafuta, ndugu yangu, na wewe tafuta, tafuta, na wewe upate, na wewe pesa zako, na wewe maisha yako, na wewe ni yako. Sababu njia njia ya kutafuta kwa leo ni kilimo, hakuna biashara kama kilimo, ndugu zangu. Mimi kwenye wananijua, wananijua mzuri sana, nilikuwa na mashine mamulezo za kutosha tu. Kivitu yote nimeuza, vitu vyote nimeuzisha, yaani nimeuza vitu kila, kila kitu. Nimebaki kazi yangu ya kilimo, ni maana kilimo kila kinanilipa. Kilimo kilimo kimelipa na kinanilipa kabisa. Ona nyumba kama hii, wewe hata hata huo mfanya biashara mkubwa, ukiangalia hii nyumba yenye najenga mimi mkulima, utaogopa, utasema eh, huyu kijana anajenga. Kilimo kwa ndugu zangu, kilimo. Nyumba nzuri sana, nyumba kubwa nzuri sana haijaisha e, ila inaendelea ina, ina, ina kuisha sasa hivi kama mnaona inaendelea kuisha. Baadaye inabaki tu kumalizia tu hapo tu hivyo, afu wanapiga nani nine juu kule basi. Unaona? Kitu kinatoka vile. Kwa hiyo ndugu zangu, njoo hivyo nataka tu niwaambie, eza nikta niwaambie kusema tujitahidi sana kwa kulima. Tujitahidi sana kwa kulima, kilimo ni kitu mwaki kizuri sana, kilimo ni kitu kenye wewe hautaomba hautadaiwa na mtu hata serikali itakudai Nita kusumbuli wote lipa kodi fulani ni ile kodi kidogo kidogo yenye unalipa kwa mwaka tu basi. Kwa hiyo wanasipesa kilikole ni mimi wenu engineer api mwenye kila mara anatoa hotuba ndani ya grupu zetu. Hii hii video sio ya ya grupu yetu. Hapana, hii ni grupu ni video ya Waafrika wote. Wewe ukipata tumia na ndugu yako, ukipata tumia na wewe ndugu yako. Yule mwenye atakata kwa, kwa mambo ya kujitapa sio sio hii, sema ya kujitapia sio hii. Bali hii ni sehemu ya kumobilize watu kusasibilize watu wazangu wajeni wa, wa Afrika. Tuache tuko na, na, na, na, wanawake tuko na watoto na wale watoto wetu wanawake wetu, sisi tuwatafutie kazi tuwatafutie maisha kwamba tuwapambanie kesho, wacha si wanaume, mara mingi tunawahi kufa sana kuliko wa wake zetu, kesho tuache watoto wetu mahali pazuri mahali ambapo sio mahali ya yani maisha yenye kuwa angalao basi afadhali, sio maisha ya kuombaomba omba, hapana. Na kitu yenye itatufanya si tufanye hicho ni ni kilimo tu, ndugu zangu, kilimo tu na no, washukuru sana wana Spense Agricole. Asante sana.